Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana mmoja, kati ya vitu ambavyo vimehappen siku ya leo bwana huko mtandaoni ni kwamba Ndaro ameamua kuzungumza jambo kutokana na kwamba e, watu wengi sana wamekuwa wakiwahukumu, wakiwashutumu na kuwaandama wasanii wa hapa Tanzania. Sasa kutokana na lawama hizo ni kwamba Ndaro bwana ameamua kuzungumza, maana ameona kama vile sio sawa kwa kile ambacho kinachoendelea huko mtandaoni. E, kutokana na kwamba watu wengi sana wamekua wakiwasema vibaya wasanii, na kwa mujibu wa Ndaro anaona kwamba ni kama vile tu wanasemwa bila sababu yoyote au bila kukonsida baadhi ya factor, yani bila kufikiria e, vizuri mambo ambayo yanayowahusu wasanii. Kwa hiyo Ndaro bwana amekuja kutoa tamko, amekuja kutoa neno au amekuja kusema majambo kuhusiana na wale watu ambao wamekuwa wakiwaandama wasanii huko mtandaoni. Kwa mujibu wa Ndaro bwana, katika ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika insta story ameweka posti, ambapo hii posti ya Ndaro bwana inasomeka kama ifuatavyo. Nataka nikusomee kile ambacho Ndaro amekiandika kuhusiana na sekeseke seke zima la wadau mbalimbali kuwa wakiwa wanawasema vibaya wasanii wa bongo flavor hapa Tanzania. Ndaro ameandika kwamba hakuna kazi ngumu kama kuwa msanii Tanzania. Kabla ya kuwahukumu wasanii tenzi... kabla ya kuwahukumu wasanii fikiria haya kwanza. Ndani hapa Ndaro bwana akaanza kumenshoni kutaja vifungu kadhaa, ametaja hapa takribani vitu vitano. Moja Uh, Ndaro hapa ameanza ku mention moja, ameandika kwamba msanii ni raia kama raia mwingine hana mamlaka yeyote, yeah. Lakini mbili, akaandika Ndaro kwamba msanii ndiye kiumbe ambacho ni rahisi zaidi kupatikana muda wowote, eh, kikihitajika bila hata kutumia nguvu. Alafu namba tatu hapa Ndaro akaendelea kuandika kwamba mm, wasanii eh, tulichowakosea ni nini ni? Mfano mimi anayejua mi kosa langu aniseme nimemkosea nini ni? Then namba nne akaendelea hapa Ndaro kusema kwamba watu maarufu walioathirika eh, na, na itikadi za vyama baada ya kupata madhara eh, kama, kama, kama wananchi, mlifanya nini kwa ajili ya familia zao zee ambazo zinawategemea zaidi ya kuendelea na ratiba zenu pia. Yaani hapa Ndaro anamaanisha kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao wamepatwa na madhara kutokana na fujo ambazo zimetokea, lakini baada ya kupata hayo madhara, hao wananchi wenyewe hakuna chochote walichowasaidia wasanii ambao wamekutwa na majanga zaidi ya kwamba kila mtu akaendelea na, na mishe zake za kila siku bila kujali wale wasanii ambao wamepatwa na matatizo. Hapa tunazungumzia wasanii kama vile wakina Shilole tumeona pale e, biashara yake imeungua e, Bill Nasi na wengine. Kwa hiyo hapa Ndaro ndo ameandika hivyo kwamba watu maarufu e, walioathirika na itikadi hizi za vyama e, baada ya kupata madhara, kama wananchi mlifanya nini kwa ajili ya familia zao zinazowategemea zaidi ya kuendelea na ratiba zenu? lakini pia Ndaro akaendelea tena, namba tano, akaandika kwamba kwa kutambua maisha e, tunayotokea na watu tuna, wanaotutegemea tunafuata sheria taratibu na kanuni za nchi, ila kwa wananchi tunaonekana kama vile hatujitambui na tunahukumiwa. Ameandika hivyo Ndaro na kumalizia kulalamika, ameandika da And then hapa akaendelea tena Ndaro kuandika kwamba e, mnachotakiwa kutambua ni kwamba hakuna msanii ambaye hajui faida ya wananchi, maana ndio watu wa kwanza kabisa kuwafikisha, kuwafikishia kazi zetu na ndio watu ambao waliotufanya tukafika hapa. Tunaachaje kuwapenda sasa? alafu wakamalizia hapa kusema kwamba bwana e, tusi wakasema kwamba tusitumie hisia kuchukua maamuzi magumu e, bwana awalinde tusitumie tusi tusitumie hisia kuchukua maamuzi Mungu awalinde watanzania wote binafsi nawapenda sana Hayo e, ni maneno ya msanii huyu wa comedy, lakini pia vile vile sasa hivi amekuwa ni msanii pia wa Bongo Flavor kwa sababu ameshaanza kutoa ngoma na ameanza kuimba hivi karibuni. Hayo ndo maneno yake kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea huko katika mitandao ya kijamii, kufuatia kwa e, wananchi wamekuwa wakiwaandama kweli kweli wasanii, jambo ambalo Ndaro ye mwenyewe pia lime limemkwaza na ameamua kufunguka hayo aliyoyasema. So peji mbali mbalimbali, bwana zimeripoti kuhusiana na maneno ambayo Ndaro ameyazungumza katika mitandao ya ki, katika mtandao wake wa kijamii huko Instagram hapa. Uh, bwana, kuna wadau wamekuja kuweka maoni yao. Kuna peji kibao pia zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna peji imeandika, wa wameandika kwamba bwana Ndaro awalaumu wananchi wanaowahukumu wasanii. Peji nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba bwana eh, sisi ni raia kama nyinyi fikirieni kabla ya kutuhukumu. Maneno ya Ndaro. Alafu hapa chini wakaandika kwamba bwana, msanii wa tasnia ya uchekeshaji Ndaro anasema kwamba hakuna kazi ngumu kama kuwa msanii. Kabla ya kuwahukumu wao, fikirieni kuwa hata wao pia ni raia kama raia wengine. Peji nyingine hii hapa amekuja ameandika kwamba eh, bwana hakuna msanii asiyejua faida ya wananchi, maneno ya Ndaro. Eh, alafu akaandika kwamba bwana, kupitia insta story yake, Ndaro amekuja ame kuhoji lipi kosa la wasanii kwa, lipi kosa la wasanii kwa kinachoendelea, and then hapa kuna peji, alafu Ndaro mwenyewe pia baada ya kuweka hiyo post akaweka hapa chini katika caption kwamba kuwa msanii Tanzania hujui ufanye nini, kila kitu ni kosa kwa wananchi. Du, sote kwa pamoja. E, tuungane tumwombe Mungu amani iendelee kuwa kama zamani. Peji nyingine hii hapa, na wengine pia wamekuja wameandika kwamba bwana mchekeshaji Ndaro amezungumza na wananchi ambao wanawatupia lawama wasanii waliojihusisha na mambo ya kisiasa, alafu then wakaendelea hapa kusema kwamba kupitia ukurasa wake wa Instagram amesema kuwa hajaona kosa lolote lile eh, kutoka kwa wasanii, kwani nao pia ni raia kama raia wengine, hawana madaraka yoyote katika uongozi. Mbali na hivyo pia vile vile ni kwamba amehoji kuwa endapo kuna msaada wowote ule eh, aliupata aliupata au walioupata wasanii walioathirika na itikadi ambazo zimetokea hivi karibuni, wananchi waliwasaidia nini wasanii hao kwa familia zao zaidi ya kukalia kimya na kuendelea na mambo yao mengine. Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Eh, ukiwa kama mdau, na wewe pia tuekee maoni yako katika comment section eh, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.